Habari, karibu kwenye chaneli yetu. Leo tunapika mandazi ya nazi ya kuoka kwa kutumia air fryer. Unga tutatumia unga nusu, hamira, chumvi, baking powder nitatia pia na flavor, Blue band. Nitaweka vijiko vidogo viwili ya chai. Sipendi kuweka Blue band nyingi, weka kidogo. Tatia sukari, sukari vijiko vikubwa vinne vya chakula, then tutachanganya vizuri, Blue band tuichanganyikane vizuri na unga. Baada ya hapo tutatia nazi Utakuwa unatia kidogo kidogo, usitie yote kwa pamoja, usije ukazidisha nazi. Na unachanganya una unakanda, kwenye kanda kukanda maandazi, usiwe mvivu kukanda. Unakanda mpaka unga wako ulainike vizuri. Unavyoona unga wangu tayari ushalainika. Mita paka blue band ili usishikane na bakuli letu. Nitauacha kwa madakika kumi na tano nusu saa ili unga wetu umuke. Kama mnavoona unga wetu umeshaumuka vizuri, nitafanya hivyo kwa ajili ya kuondoa hewa. Mimi napendelea baada ya hapo nikande, nitakanda tena kama dakika kama tano hivi niakikisha unga wangu umelainika vizuri kabisa. Unavyoona unga wangu taarusha lainika, hapo uko tayari kwa ajili ya kusukuma. Ntaweka unga wangu chini, theni nitaweka donge langu, nitautandaza vizuri kabisa, tageuza kila mali unga ushike, nitaanza kusukuma asukuma vizuri kabisa unga wa maandazi, I mean, donge la maandazi. Alitakiwa usukume sana mi, wasipendelei maandazi ambayo yana hewa nyingi ndani. Baada ya hapo anza kuyakatakata maandazi yetu. Utakata kwa saizi ambayo unapendelea, so lazima ukate saizi ambayo nakata mimi. Kama unapenda maandazi makubwa, utakata saizi yako. Kama unavyoona maandazi yangu tayarisha ya kata. Utaacha kama dakika kumi ya umuke kidogo. Kwenye fryer yangu nitapaka mafuta kidogo kwa chini, taweka madazi yangu. Kama unavyoona, madazi yetu tayari. Napendelea kupaka mafuta kidogo ili lete rangi nzuri. tayatoa Unavoona manda zetu ni mazuri, yanavutia, hayana mafuta kwa wale watu ambao msiopenda mafuta kama mimi. Am, mandazi ni matamu sana. Kama umependa video yangu, naomba ustai kulike, ku kushare pia. Kama unataka kuona video zangu nyingine ntakazo ziposti, naomba usubscribe. Asante.